Leo, leo tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, eh e, kesi mbili ambazo zinamkabili mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipasi Mughwai Lissu ili zilitajwa hapo mahakamani. Mtuhumiwa au mshtakiwa Tundu Antipasi Lissu hakuja mahakamani kwa sababu mahakama ilikuwa imetoa amri jana usiku kwamba kesi, kesi hii zitaendelea ya, ya wow. E, kwa njia ya mtandao na hiyo ni taarifa ambayo mawakili tumeipata saa tatu kasoro dakika saba usiku. Mara ya kwanza tulikuwa tunaamini kwamba kesi itasikilizwa kama ambavyo ilikuwa imeamriwa mnamo tarehe kumi ya mwezi wa, wa 4 2025, kwamba zingetajwa leo na pengine na maelekezo zaidi. Ile kesi ya, ya kuchapisha habari za, za uongo ilikuwa ni kwamba leo ndio ifanye usikilizaji wa, wa awali na baada ya hapo kuweza kupata amri nyingine, kuweza kujua nini kitaendelea, kwa sababu upande wa mashtaka walikuwa wameshaambia mahakama kwamba upelelezi umekamilika. Ile kesi ya, ya tuma eh, juu ya uhaini ya hiyo, tulikuwa tunaambiwa kwamba eh, upelelezi haujakamilika na leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutajwa kwa kesi. Lakini sasa ambacho kimejitokeza, mteja wetu Tundu Lissu alivyoambiwa kwamba kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao na yeye akiwa nafahamu haki zake kabisa za kikatiba na za kisheria kwamba ana haki ya kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi na kesi, amri ilikuwa imetoka kwamba tungeweza kusikilizwa kwa njia ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, yeye kuwepo mahakamani, basi yeye akuwepo mahakamani, na alikataa kule magereza Ukonga kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi kama njia moja mojawapo ya kuweza kutuma kutuma ujumbe kwamba kama kwa kuwa makosa ambayo yameshtakiwa naye ni ya kijinai na ni makubwa, na yeye kama kiongozi wa chama cha kisiasa kikubwa hapa nchini, basi alikuwa na haki ya kushiriki moja kwa moja. Sasa sisi upande wa utetezi, tulijibu hoja ya mawakili wa serikali ambao wao walikuwa wameomba kwamba kutokana na mshtakiwa kutokuwepo katika ule ukumbi wa mahakama wa, gerezani wa, Ukonga, kwamba kesi hizo ziahirishwe. Tulikuwa na mapingamizi ambayo tulia na, na, na, na, na maombi ambayo tuliyaomba kwamba tuliomba mahakama kwanza, chini ya hakimu eh, muhini kwamba, eh, amri zitolewe kwamba mteja wetu a aje mahakamani wale ambao wamemshikilia wame kule ndani, wao waamewita mahakamani, na, na kwamba alinyimwa haki ya kuweza kuonana na mawakili wake kwa sababu mawakili a tulikwenda kule, kule juzi na, na jana hatukuweza kumuona, ilipokuwa ni mwenzetu tu mmoja ambaye alifanikiwa kumwona juzi kwa muda mfupi, lakini kwa kuzungumza naye kwa njia ya, ya simu na kwenye kioo, kwamba kiasi kwamba ile haki yake huyo usiri